zangu tena nadhani ni Watanzania na nimesikia hii habari imetokea Tanzania, ila najiuliza kitu kimoja, ni ukatili wa aina gani mwanamke msichana anaweza ukamfanyia msichana mwenzio kwa ajili ya mwanaume ambaye pia sio mume wako? Na hata angekuwa mume wako, ni roho mbaya yes, kiasi gani like wow. <laughs> Mungu atusaidie sana unampiga mwenzie vibaya, yaani unampiga mavibao mpaka anakulia na kuomba kabisa, usinichome, usiniumize, lakini we bado unang'ang'ania kwamba utu una hasira sana. Mungu wangu, hiyo vitoto viende tu polisi, si jela, sio wapi viende, kwa sababu huyo msichana hata kuja kusahau kilichotokea, kitamsumbua kwa muda mrefu. Wamemfanya ukatili mbaya sana. Najiuliza kosa, wanaendaje shule? Hawajui kama kuna haki za binadamu? Hawajui kwamba ile ni kosa tena walipokuwa wana kitu kingine. Wasichana, naomba niwaambie, msione hao wanaume ambao wanawaposta wanawake zao wanawapa hela, wana enjoy maisha na magari mazuri, mkadhani wanafanya peke yao. No, wengi walikuwa kwenye ndoa. Mwanamke anahangaikia huku, mwanaume anahangaikia huku, wakikutana wanaunganisha nguvu, wanafanya maendeleo. Sasa wewe mwanzangu na mimi ambaye huna akili unavoangalia mwanzio anavopostiwa kule, tena ni mke huyo, unaangalia anavopostiwa kule, unadhani kwamba wewe utayapata hayo maisha au utamtoa mke wake kwenye ndoa, ndoa wengi wewe Hivyo wewe una akili. Huko shule unaacha kusoma una <coughs> aibu, aibu, aibu ya hali ya juu. Jamani, hao wanaume mnaona huko wanadanganya wana, wana, wanawadanganya kwamba mimi mke wangu namfanyia kila kitu wa, wengi wao waongo. Mke anafanya kazi huku mwanaume anafanya kazi huku, wanaunganisha ndio wanafanya maendeleo. Akija kwako kwa, anajimwamba kwa fai kwamba mimi kidume namhudumia mke wangu na mudumia, na which is okay, lakini kwa nini unadanganyika na usishinda una hata kusoma alama za nyakati? Jamani, nimebadilika. Alafu kitu kingine, wasichana, naomba ni